Kubalike katika kazi. Saa nyingine si uzoefu wa muda mrefu. Saa nyingine wala sio kwamba elimu yake ni bora ila ni namna ambavyo Bwana anakuwa anampa kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Wale wanaosoma Biblia kwa mfano utakumbuka habari ya Esther. Biblia inasema kila aliyemuona katika macho yake alipata kibali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa wale wakubwa waliokuwa wana Uh, wanawapa wana, matunzo ili baadaye waje wajioneshe mbele ya yule mfalme, alipata kibali kwa Mordekai, alipata kibali kila eneo, Mungu alikuwa amempa kibali. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu punga mkono namna hii. Kwa hiyo jaribu kuonesha, uelewe kwamba ni aina ya neema ya kipekee kutoka katika ka, kitabu cha sura ile ya kwanza mstari wa 19 Kama kuna mtu amefika, nisaidie kusoma. Nasema, kama kikubali na kutii utakula mema ya nchi. Kwa hiyo unaona, ili kupata matokeo, yani anasema kula mema ya nchi, maanake ni matokeo, ni matokeo kwa eneo husika, anasema kula mema ya nchi ni matokeo. Lakini kabla ya haya matokeo, kinachoanza ni kukubali na kutii. Bwana Yesu asifiwe sana, ambayo ndio utayari, ambayo Mungu anakupatia ndani yako, namna wewe ulivyo tayari, na huo utayari una usukuma kwenye kutii, na Mungu anasema utapata, okay. matokeo kwa maana ya kwamba utakula mema ya nchi, lakini jambo lingine elionapo hapo, jambo lingine la pili linanoweza kuvuta kibali cha kimungu katika maisha ya mtu ni kutii, ni kutii. Kwaio utaona utayari unaniamsha ili niweze kutii, utayari unaniamsha ili niweze kutii. Aijarishi niko namna gani, lakini kama siko tayari sio rahisi Mungu kunitumia. Mwambie mwenzako, sio rahisi Mungu kukutumia kama hauko tayari. Sema naye kabisa, mwambie sio rahisi Mungu kukutumia kama hauko tayari. Oho, haleluya haleluya! Mwambie tena kwa Kiingereza mwambie it begins with you. <laughs> Haleluya! Haleluya! <laughs> kanisani kwa uzuri Bwana haleluya. <laughs> Ni raha weko nyumbani mwa Bwana. Kwa hiyo napokuwa tayari Mungu anaanza na mimi katika kutii. It begins with you, tena it ekurudia tenaitu hey, hivyo hivyo, hata kama ina inanannai hivyo hivyo, haleluya <laughs> lakini jambo la tatu jambo la tatu ni kutenda vyema, ni kutenda vyema, maana yake kufanya kama maelekezo yalivyo, kutoka katika Mwanzo sura ya nne slali ule wa saba Mwanzo sura ya nne mstari ule wa saba. Azkupitia pendo lake na tu nataka tu uishi maisha ya upendo, kwa maana ya kwamba utende vyema aemzako, utende vyema. Kwa hiyo yo hai mambo matatu ambayo yanavuta kibali cha mtu. Nataka tukamwangalie Yusufu uone, nataka tumwangalie Yusufu uone namna maisha yalivyo Maisha ya galii ukangalia sufuuma kane kitabu cha Mwanzo. Nikupe tu mfano wa Yusufu kutoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya 37. Kinaweza kikamatana na matatizo rugha nyingine nyepesi, changamoto, kwa maana ya kwamba lazima uzikabili. Haleluya! Kwa hiyo unaweza ukawa na kibali, lakini hicho kibali kikaambatana na matatizo. Sasa nataka tuangalie, nataka tuangalie kwa wewe unayeandika, matatizo kumi, andika matatizo kumi ya Yusufu, matatizo kumi aliyopitia Yusufu ambayo Mungu alimtumia hadi kufikia mkuu tu katika lugha utakaelewa wewe, lakini ni matatizo kumi aliyoyapata Yusuf ambayo Mungu aliyatumia kumwinua hadi kufikia ukuu, hadi kufikia ukuu. Tatizo la kwanza, tatizo la kwanza, wambia mwenzako kwa, tatizo la kwanza, ndugu zake walimchukia kwa kupendwa na baba yake. Hilo ni tatizo la kwanza ambalo tumeliona katika kitabu cha Mwanzo 37 mstari wa 4 walimchukia kwa wa kupendwa na baba yake. Kwa hiyo pia kupendwa, wengine wanaweza wakakuchukia, wana kwa sababu tu umepata nafasi ya kupendwa. Haleluya! <laughs> tukupunga mkono kama tunaenda sawa. Tatizo la pili walimchukia kwa sababu ya ndoto zake walimchukia kwa sababu ya ndoto zake mwanzo sura ya 37 mstari wa pa, 5 mpaka wa 11 walimchukia kwa sababu ya ndoto zake ndoto hmm. moja anaona anasema kwa tunavuna miganda alafu tunavuna miganda yetu yeu ikainama ganda ganda wangu ukainuka juu kwa hiyo walipotafakari kwa hekima zao juu ya maana ya ile ndoto alikuwa ameota Yusufu wa kwa sababu kuna maanisha ya kwamba wewe utakuja kuwa mkubwa na sisi tuje tukuinamie. Kwa hiyo wakamchukia kwa sababu ya ndoto zake. Na ukisoma ule mstari wa kumi na moja, angalia mstari, kwa mfano kama ule mstari wa kumi na moja, Biblia inasema ndugu zake wakamhusudu, bali baba yake akalihifadhi hebu sema akalihifadhi. Ile tulihifadhi maana yake aliweka kumbukumbu. Ni baa mstari wa 27. Siku moja wakiwa wanafanya shughuli zao, ametumwa apeleke chakula. Wakati anapeleka chakula Yusufu, wakaambizana, tazama, yule bwana ndoto alikuja, tumuue. Aweke mipango pale kumuua, lakini kangao moja liobele anasema hapana Baadaye anabadilisha wazo, hapana, hebu tumpige bei na baadaye be. Wakaenda kumdanganya baba yake kwamba amelauliwa na wanyama, lakini ndugu zake wanauza, kuuzwa na ndugu, kuuzwa na ndugu, kuuzwa, kutekwa vibaya na ndugu. Mmeona kwenye igizo hapa eh? Kutekwa vibaya na ndugu ni changamoto, ni tatizo, lakini hili tatizo lisikukatishe tamaa. haijalishi Wana kuchukia namna gani? Kuna wengine tu walipookoka ndugu zao wakawakataa, walipokataa mila desturi za kabila lao, ndugu zao wakawakataa. Kwa hiyo, kwa sababu ya kufikia ule ukuu, kuna gharama. Mwambie mwanae, kuna gharama. Kwa hiyo, lazima ujifunze kukubali hiyo gharama. Wanamuuza, ili ni tatizo. Wanamkataa, yani unakataliwa pengine unakuta mtu iliona habari moja ya mtumishi mmoja amesomeshwa na nyumbani kwao vizuri na amefaulu vizuri masomo yake kwa uwezo wa juu sio kwa masomo... Tatizo lingine la nne wa Midiani, wanamuuza kwa Potifa, Mwanzo <laughs> 37 na 38, na wenyewe na na wanamuuza kwa Potifa. Potifa kama mkuu wa wa, wa, wa, wa, wa, wa jeshi katika taifa hilo la like, Misri. Anamuuza kwa Potifa, akapendwa na mke wa Potifa. Tatizo hiyo, unaona matatizo yanao. Mwanam meuzwa anaenda kuwa houseboy kwa Potifa. Potifa anamwamini, anamwambia kila kitu kiko chini yako kila kitu. Mke wa Potifa Biblia, kama mlivyoona hapa, Yusufu ana umri mdogo, hizo na sita, akasingiziwa kesi ya ubakaji mwambie e, e, mwanzo kasheshe, mwambie na mwingine tena kasheshe, akasingiziwa kesi ya ubakaji eo, matatizo yanofuatana. Mwanzo 39 sura ya 12 na 15, lakini Bwana akawa pamoja naye kule gerezani, wala akuweza kuchoka. Wanaota ndoto gerezani, hawezi kufasiri. Mwanzo wameenda arobaini mstari wa tano mpaka nane anawafasiria mkua wawili wanaota ndoto. Roho Mtakatifu ndani ya Yusufu anamsaidia Yusufu ana kufasiri. Anapowafasiria, mmoja anapata neema ya kurudi ikulu ayusufu alimwambia ukifika ikulu bwana, usinisahau, kumbuke. Mwingine akafa akanyongwa. Agalia tatizo la nane. Sasa yule mmoja alimfasiria ndoto mnyweshaji, alimwambia usinisahau, lakini alipofika ikulu, tatizo la nane, mkuu wa wanyweshaji arobaini mstari ule wa ishirini na tano akamsahau, anamsahau. Kuna watu uliwatendea wewe, ukiamini kwamba iko siku utapata, iko siku utafuna tatizo matishi Farao anaota ndoto kwa ajili ya taifa lake na mataifa mengine, lakini haelewi. Farao anaota ndoto

kuna wakati hautani kwenye hiyo tenda, kuna wakati hautani kwenye hiyo biashara, lakini leo ni maombi yangu, Mungu akukumbuke utatwe. Ni maombi yako asubuhi ya leo kwenye hiyo ofisi, Mungu akukumbuke utatwe. Yusufu anatajwa mbele yekuu. Wachawi wote wameshindwa kwenye mtaa, wachawi wote wameshindwa kwenye kitongoji, Mungu akamkumbusha yule kitu kitaka nilisaidia mkalao, anasema tafadhali mteni msuku. Anatengenezwa vizuri, anapelekwa kwenye basa, anakaa vizuri, anaingizwa Ikulu, anaima. Rafiki yangu moja sikuja anaisikuria walipata mafasi ya kualikwa Ikulu miaka ya nyuma, alafu wenzake wote walikuwa wamekula ya jaa, kwa hiyo alikuwa anaenda Ikulu hajaa. Ananiambia mimi, tulipofika pale wale walinzi walipotazama tu wakaniambia wee, aujaa Ipana. Wa... Changamoto, kuna muda nilipata changamoto katikati ya biashara, lakini niliendelea kumtumaini Bwana, wakaja wananifuata sasa, wanasema wewe, mganga wako ni hatari. Nawambia mganga wangu ni Yesu. Aleluya! Yesu ni Mungu, Yesu anaweza. Yesu akiamua kukutendea, yani hata mwonoka unabadilika unakuwa unatembea kwa madaa kwa sababu una uhakika na ushindi ulionao. Hakuna anayeweza kuzuia kibali chako, haijalishi unapitia aligani, kuna sababu bwana atakutetea. Haleluya! wachache wenye imani waitikia muya kubwa iwaone, mashujaa wanaoamini katika kibali cha Mungu. Yusufu akatafsiri atatafsiri ndoto walioshindwa kutafsiri. Wachama, sikiliza sasa, tatizo lanakyo Mwambie ehe, la kumi ni kwamba wapate wapate wapi wapi? Mtu mtu kama kama wewe wewe, mwambie. Yusufu Alfarao ameshajua ameshajua solution solution kabisa, kwamba kufanya aa, moja mbili tatu, lakini anapika katika taifa lake, anategemea miungu Popote unapokaa hakikisha ukiondoka wanajiuliza swali, wapate wapi mtu kama wewe, yeah. Yani hata ukienda kumuanda mchungaji, aa, mchungaji mimi nimeambiwa kikazi Morogoro, mchungaji anasema nipate wapi mtu kama Josia. Haleluya, yes. Uh yani, yes. Anakuwa yani anakuaa anakubarisha tio, nipate wapi mtu kama yeye, nipate wapi ikana kama yeye nipate wapi